Shirikishane tone la upendo. Karibu mpendo wa msikilizaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu leo dominika, sherehe ya Utatu Mtakatifu. Masomo yetu katika dominika ya leo, somo la kwanza latoka katika kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22 hadi 31. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele, tangu awali kabla haijawako dunia, wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozithibitisha mbingu nalikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake nikifurahia dunia inayokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tano. Tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili Takatifu linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 12 hadi 15. Karibuni tusikize somo la Injili Takatifu. Bwana hawe nanyi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 Wapendwa familia ya Mungu, dominika baada ya sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234, 253 na 256 yatufundisha kuwa Mungu ni mmoja anayeishi katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote ni Mungu kweli, na bado tuna Mungu mmoja. Mungu Baba ni mwombaji, Mungu Mwana ni mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu ni mfariji. Katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu tunaadhimisha nini hasa? Ukweli huu wa fumbo hili la Utatu Mtakatifu, fumbo la imani yetu, hautajwi waziwazi katika maandiko matakatifu. Hata neno utatu mtakatifu halipo katika maandiko matakatifu, lakini Mungu amejifunua kwetu katika nafsi tatu katika historia yote ya mwanadamu kuanzia uumbaji mpaka safari nzima ya ukombozi, mafumbo yote ya ukombozi wetu ni kazi ya Utatu Mtakatifu. Sherehe hii hivyo inatukumbusha kuwa Mungu anaishi katika umoja na anatualika sisi sote kuwa na umoja na ushirika naye, na kuwa na umoja na ushirika kati yetu sisi kwa sisi. Tunamshangilia Mungu aliyejifunua kwetu katika nafsi tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo tunasherekea fumbo kiini cha imani yetu. Maadhimisho yote katika mafumbo ya ukombozi wetu kuanzia umwilisho, kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo, tokeo la Bwana, ubatizo wa Bwana, utume wa wazi wa bwana wetu Yesu Kristo, mateso, kifo na ufufuo wake, na kupaa wa kwake mbinguni, na kumtuma kwetu roho mtakatifu katika sherehe ya Pentekoste, zaonesha uwepo wa umoja huu mtakatifu usiogawanyika. Maadhimisho yote katika kanisa kuanzia adhimisho la ibada ya misa takatifu, maadhimisho ya sakramenti zote, sala mbalimbali mbali tunazosali, yanaadhimishwa katika Utatu Mtakatifu. Tunabatizwa katika Utatu Mtakatifu. Tunaondolewa dhambi katika Utatu Mtakatifu. Tunapokea utimilifu wa mapaji ya nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, mapaji ya Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara, na sakramenti nyingine zote zinaadhimishwa kwa jina la Utatu Mtakatifu. Kila mara tunapofanya ishara ya msalaba, tunajikumbusha juu ya ukweli huu wa imani yetu. Tunahitimisha sala zetu kwa kuutukuza Utatu Mtakatifu tunaposema, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbe Mungu ameamua kutushirikisha maisha yake kwa kutuumba, kwa kutukomboa hata tulipoanguka katika dhambi, kwa kuja kati yetu na kukaa kati yetu kwa mapendo makubwa na kutuhurumia na kutukomboa. Ni wajibu wetu kila mara kuishi katika ushirika na Mungu ambaye anaishi daima katika umoja. Tunaalikwa kuachana na mambo yote yanayoweza kuvunja umoja wetu sisi na Mungu, na hivyo kuathiri umoja na ushirika wetu kati yetu sisi kwa sisi. Chimbuko la fundisho la Utatu Mtakatifu katika kanisa. Ufafanuzi wa kale kabisa wa mafundisho ya imani yetu juu ya Utatu Mtakatifu yanapatikana katika kanuni ya imani ya mitume yani Apostles Creed, iliyotumika kama mafundisho msingi kwa ajili ya wakatekumeni na kama ungamo la ubatizo katika karne ya kwanza. Baadaye kanuni ya imani ya Nisea iliyotokana na mtaguso wa Nisea mwaka 325 baada ya Kristu yaeleza fumbo hili kwa wazi zaidi. Baadaye kanuni hii iliingizwa rasmi katika liturujia ya kanisa la magharibi katika mtaguso wa Toledo mwaka 589 baada ya Kristo. Mababa wa kanisa katika mitaguso hii watufundisha kwamba Mwenyezi Mungu amefunua kwetu kazi tatu ambazo zahusishwa na nafsi tatu za Mungu. Mungu Baba ndiye muumbaji, Mungu Mwana ni mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu ni mfariji. Maarifa yetu kuhusu Mungu yawezeshwa na Mungu mwenyewe aliyeamua kujifunua kwetu katika nafsi tatu katika historia yote ya maisha ya mwanadamu. Kama Baba, Mwenyezi Mungu ameumba vitu vyote na akamuumba mtu kwa mfano na sura yake mwenyewe. Kama mwana pekee wa Mungu aliyetoa mwili akakaa kati yetu, Mungu amejifunua kwetu kama yeye aliyesikia kilio cha watu wake, anayejali, anayetulinda, anayejua kila unywele ulio katika vichwa vyetu, anayetupenda kwa mapendo makuu, hata akaamua kutoa hali yetu na kuwa mmoja wetu akateseka na kufa kwa sababu ya dhambi zetu ili sisi tuwe hai daima ndani yake. Kama Roho Mtakatifu, Mungu ameamua kubaki kati yetu, hajatuacha peke yetu, hajatuacha yatima. Anatuongoza, anatukinga, anatutakasa, anatufariji, anatusaidia katika udhaifu wetu, anatufundisha, anatukumbusha na kututia nguvu ya kuishi imani yetu, ili tuwe wamoja daima na Mungu muumba wetu na umoja kati yetu sisi kwa sisi katika kuiishi na kuishuhudia imani yetu. Fumbo la Utatu Mtakatifu katika Agano la Kale, mafundisho ya imani juu ya Utatu Mtakatifu hayapo wazi sana katika Agano la Kale. Licha hivyo, wataalamu mbalimbali wa taalimungu wanatueleza kuwa katika Agano la Kale yapo matukio yanayoeleza uwepo wa Utatu Mtakatifu. Kwa akili zetu hatuwezi kueleza fumbo hili kwa kuwa akili zetu haziwezi kumwelewa na kumwelezea Mungu katika ukamilifu wake, kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Agustino alipojaribu kueleza kuhusu fumbo hili la Utatu Mtakatifu, lakini maandiko matakatifu yanatusaidia kuelewa Utatu Mtakatifu katika utendaji, namna nafsi zote tatu zinavyoonekana na kushiriki katika historia ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Agano la Kale katika sehemu mbalimbali twaweza kueleza namna Utatu Mtakatifu unavyodhihirika kama ifuatavyo: Kwanza ni matumizi ya lugha ya wingi kwa Mungu. Matumizi ya lugha ya wingi katika baadhi ya aya katika Agano la Kale yanatueleza kuwa Mungu kwa asili ni Mungu anayehusiana, ni Mungu asiyeishi peke yake. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26 Mungu anasema na tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Aya hii yatuonyesha kwa hakika kuwa kazi ya uumbaji ilikuwa ni kazi ya Utatu Mtakatifu. Mwenyezi Mungu hakuumba peke yake, mwana alikuwepo tangu mwanzo, hali kadhalika na Roho Mtakatifu. Wazo hili laonekana pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na moja aya saba, katika simulizi la mnara wa Babeli, Mwenyezi Mungu anaposema, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao matumizi haya ya lugha ya wingi yanatupa picha kwamba Mungu anaishi katika jumuiya, anaishi katika umoja, nao ndio utatu mtakatifu. Pili, uwepo wa roho wa Bwana, uwepo wa roho wa Bwana watupa picha ya kuwa kazi ya uumbaji ni kazi ya utatu mtakatifu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya pili tunaambiwa, na roho ya Bwana ilikuwa juu ya uso wa maji. Roho huyu wa Bwana au kwa Kiebrania rua elohim, ni pumzi ya Mungu, ni roho itiayo uhai na uzima, inayobadilisha na yenye mamlaka ya kufanya upya. Ni uwepo wa Mungu anayetenda kazi kwa nguvu na uweza. Ndiye aliyewashukia mitume siku ya Pentekoste, akawaimarisha mitume na akawapulizia pumzi yake ya uhai ndani ya kanisa ili liwe hai na imara katika kuishuhudia imani. Tatu ni neno wa Mungu, Zaburi ya 33 aya 6. Mzaburi katika zaburi hii anatuambia, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Hii atuonesha kuwa neno wa Bwana amekuwako tangu milele yote na kwa njia yake mbingu zilifanyika. Neno huyu au anajulikana kama Divine logos, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitoa mwili akakaa kwetu, kama anavyoeleza mwinjili Yohane katika utangulizi wa injili ya nne sura ya kwanza aya ya kumi na nne. Ndiye Mungu aletwa hali yetu ya kibinadamu ili atuumbe upya baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza na kupoteza neema ya utakaso, yaani uzima wa kimungu ndani mwetu. Kazi ya ukombozi hivyo ni kazi ya Utatu Mtakatifu. Mungu Baba aliyeupenda hivyo ulimwengu, alimtuma mwanaye wa pekee ambaye kwa njia ya Roho Mtakatifu akatimiza kazi ya Baba ya kuuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Nne, malaika wa Bwana, kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na sita aya ya saba hadi kumi na tatu na kitabu cha Kutoka sura ya tatu aya ya pili hadi ya sita. Katika sehemu mbalimbali katika Agano la Kale, malaika wa Bwana anaongea kwa nafsi ya kwanza kama Mungu, lakini sio kwa niaba ya Mungu. Kitabu cha Kutoka sura hii ya tatu katika aya ya pili malaika anamtokea Musa katika kichaka cha moto, lakini katika aya ya sita ya sura hii ya tatu anasema, huyu aliyetambulishwa katika aya ya pili kama malaika wa Bwana anasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Halikadhalika, katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na sita aya ya saba hadi kumi na tatu malaika wa Bwana anatoa ahadi kwa Hajiri mjakazi wa Ibrahimu ahadi ambazo ni Mungu pekee aweza kutoa, anaposema, hakika nitakuzidishia uzao wako wala hautahesabika kwa utakavyokuwa mwingi. Katika aya zote hizo tajwa, tunaona malaika wa Bwana akiwa ametumwa na Mungu, na kwa wakati huo huo yeye ni Mungu. Wataalamu wa maandiko matakatifu waona katika haya hizi Mungu ambaye anaishi katika nafsi tofauti, na hivyo kueleza juu ya utatu mtakatifu. Mtakatifu Justini, Ireneus na Tetulian wanatueleza kuwa malaika wa Bwana anayezungumzwa katika Agano la Kale ndiye Kristu kabla ya umwilisho. Waeleza kuwa ni namna Mungu hatua kwa hatua alivyoanza kujifunua kwetu, yaani progressive revelation, kabla hajajifunua kwetu moja kwa moja kwa njia ya mwanaye Yesu Kristu yaani definitive revelation. Tano, hekima kama nafsi pamoja na Mungu. Katika kitabu cha Mithali sura ya nane, hekima ajionyesha kama nafsi aliyekuwa pamoja na Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu. Mababa wa Kanisa wanaeleza hekima hii kuwa ndiye Bwana wetu Yesu Kristu, tukirejea katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 23 hadi 24, Mtume Paulo anaposema bali sisi tunamhubiri Kristu aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitoa Wayahudi kwa Wayunani wa Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Utatu Mtakatifu katika Agano Jipya. Fumbo la Utatu Mtakatifu kama lilivyokuwa katika Agano la Kale halielezwi wazi wazi pia hata katika Agano Jipya. Hakuna maelezo ya moja kwa moja kutoka katika maandiko matakatifu yanayoeleza juu ya fumbo hili takatifu. Licha ya hayo, katika Agano Jipya tunaona jinsi Mungu ambaye hatua kwa hatua alianza kufunua fumbo hili kuanzia uumbaji. Sasa twaona namna kazi ya ukombozi wa mwanadamu ilivyotunda la umoja huu mtakatifu. Kwanza tuone Utatu Mtakatifu katika fumbo la umwilisho. Katika fumbo la umwilisho tunamshangilia Neno wa Mungu aliyetoa mwili akakaa kati yetu. Ni Neno aliyekuwa kwa Baba tangu milele yote, kama tunavyokiri katika kanuni ya imani yetu. Malaika Gabrieli anavyompasha habari Maria anamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Injili ya Luka sura ya pili aya thelathini na tano. Kumbe Mungu Baba, yeye aliye juu, anaanzisha mpango huu wa ukombozi wa kumleta kwetu neno wake wa milele kwa njia ya Roho Mtakatifu nafsi zote zinaonekana katika fumbo hili takatifu la umwilisho. Pili, Utatu Mtakatifu katika ubatizo wa Yesu. Katika ubatizo wa Yesu fumbo la Utatu Mtakatifu linadhihirika mtoni Yordani. Sauti ya Baba ilisikika kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Injili ya Mathayo sura ya 3 aya 17. Sauti ya Mungu Baba inasikika kutoka mbinguni Mungu mwana anabatizwa mtoni Yordani kabla ya kuanza rasmi utume wake wa wazi, na hapo Roho Mtakatifu anashuka kwa mfano wa hua na kukaa juu yake, ishara kwamba utume wake utaongozwa na Roho Mtakatifu. Hapa nafsi zote tatu zinadhihirika katika ubatizo wa Yesu mtoni Yordani. Tatu, utume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo anapoanza utume wake wa wazi akiwa katika sinagogi huko Nazareti anasoma kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Yesu mwana wa Mungu anahubiri habari njema na kuponya akitiwa nguvu na Roho Mtakatifu, anafanya kazi aliyotumwa na Baba kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kristo anatuambia katika njili ya Yohane sura ya 8 aya 29, yeye aliyenipeleka yu pamoja nami hakuniacha peke yangu kwa sababu nafanya siku zote yale ya mpendezayo. Kumbe kazi ya ukombozi ni kazi ya Utatu Mtakatifu inayodhihirika katika utume wa wazi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nne, katika mateso na kifo cha Kristo. Kristo kwa njia ya Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, sadaka iliyokubaliwa na Mungu Baba. Tunasoma katika Waraka kwa Ibrania sura ya tisa aya ya 14 Mungu Baba kwa upendo mkubwa anamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristu kama sadaka ya upatanisho kati yake na sisi. Akiwa Getsemane, bwana wetu Yesu Kristu alisali akiwa katika mateso, akimwomba Baba, ishara ya ukaribu na muunganiko wake wa pekee na Mungu baba yake. Injili ya Yohana anatuambia kuwa pale msalabani yesu alitoa roho, Injili ya Yohana sura ya 19 aya 30, ishara kwamba Kristu kwa kifo chake anatoa Roho Mtakatifu kwa ulimwengu hivyo hapa tuwaona ushiriki wa nafsi zote tatu za Mungu katika mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Tano. ufufuko wa Kristo. Ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni ushahidi, ni ushindi dhidi ya kifo na mauti. Ufufuko wa Kristo hautuoneshi tu ya kuwa Kristo ni mzima yu hai, bali unatuonyesha jinsi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyoshiriki pamoja katika kuleta uumbaji mpya ukombozi na uzima wa milele tunda la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu kutoka wafu. Ijapokuwa fundisho la Utatu Mtakatifu halitajwi wazi hapa, ufufuko wa Kristu atuonesha namna nafsi zote tatu zilivyoshiriki kwa namna ya pekee kabisa, na katika uhusiano wa ajabu katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sita, Pentekoste. Bwana wetu Yesu Kristu alipokuwa bado pamoja na wanafunzi wake, aliwaahidi kwamba hato waacha yatima. Atamtuma kwa Roho Mtakatifu, zawadi ya Baba. Kristo, mwana wa Mungu, akisha kukamilisha kazi ya ukombozi aliyotumwa na Baba hapa duniani alipaa mbinguni, kisha Mungu Baba anatimiza ahadi ya zawadi aliyoisemea Yesu kwa mitume wake, na Roho Mtakatifu anatumwa, anayewafundisha, anayewakumbusha yale yote ambayo waliyasikia na kuyaona kutoka kwa Kristo alipokuwa angali pamoja nao. Wakisha kupokea Roho Mtakatifu waliimarishwa nao wakaenda kutoa ushuhuda. Mwisho katika utume wa mitume wa Kristu na utume wa kanisa, Kristu anawaachia mitume wake utume kabla ya kupaa kwake kurudi kwa baba. Yesu anawapa mitume wake kazi kwamba walipaswa kwenda kuwafanya watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristu wakiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kazi ya mitume ilikuwa kuusimika ufalme wa Mungu kwa watu wa mataifa yote. Hii ni kazi ya Utatu Mtakatifu, ndio kazi na utume wa kanisa hata sasa, kuhubiri habari njema na kusimika ufalme wa Mungu kati ya watu. Ndugu mpendwa, tunapoadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, tuna mambo yafuatayo ya kujifunza. Kwanza, tunatafakari uhusiano wetu na Mungu baba yetu anayetupenda. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mithali chaeleza juu ya hekima ambayo amekuwako kwa baba tangu milele yote. Hekima ajionyesha kama nafsi aliyekuwa na Mungu kabla ya kuwako chochote. Hekima ameungana kabisa na Baba tangu milele yote. Hekima huyu ndiye Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoka kwa Baba tangu milele yote, kama tunavyokiri katika kanuni ya imani yetu. Ndugu mpendwa, sherehe hii atutafakarisha sisi sote juu ya mahusiano yetu binafsi na Mungu Baba yetu ambaye anaishi katika umoja na Mwana na Roho Mtakatifu kila mmoja apate nafasi ya kujitathmini, mimi nipo karibu kiasi gani na Mungu aliyenipenda hivi akaniumba kwa sura na mfano wake na kunikomboa. Takatifu Augustino anatufundisha kuwa Mungu aliyetuumba sisi pasipo sisi kutaka, hawezi kutukomboa sisi pasipo sisi kutaka. Sherehe hii inakuja mara baada ya sherehe ya Pentekoste, mara baada ya kuhitimisha kipindi cha Pasaka tunakumbushwa bado juu ya thamani ya ukombozi wetu tulioipata kwa mastahili ya sadaka ya Kristo kwa fumbo la Pasaka. Twapaswa kweli kuithamini kwa kujenga na kudumisha mahusiano mema kati yetu sisi na Mungu kwa njia ya sala na kupokea sakramenti mbalimbali mbali za Kanisa. Fundisho la pili, Utatu Mtakatifu ni fumbo la upendo, nasi tunaalikwa kudumisha furaha na upendo Somo la kwanza anaendelea kutufundisha kuwa maisha ndani ya Utatu Mtakatifu ni maisha yenye mahusiano ya upendo na furaha. Hekima anaposema nikawa furaha yake kila siku nikifurahi daima mbele zake nikiifurahia dunia inayokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu, kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 31. Maisha yetu ndugu wapendwa, yapaswa kuakisi maisha ya utatu mtakatifu. Tunapaswa kuishi kwa upendo wa kweli katika mahusiano yanayolenga katika kuleta furaha na upendo kwa wengine. Katika familia zetu, kila mmoja amwombe Mungu amjalie awe balozi wa amani, upendo, upatanisho kwa wengine. Katika ndoa na katika mahusiano yetu, kila mmoja awe chanzo na chachu ya furaha na upendo kwa mwingine daima, kutokuwa sababu ya maumivu, machozi katika mioyo yetu, kama anavyotufundisha Mtume Paulo, katika somo la pili, waraka wake kwa Warumi sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tano. Fundisho la tatu, katika umoja tunaweza kuleta pamoja maendeleo na mafanikio ya kweli. Hekima, katika somo hili la kwanza anatueleza ushiriki wake katika uumbaji ni ushiriki katika upendo na umoja. Kumbe uumbaji wetu ni matokeo ya Utatu Mtakatifu katika ushirikiano. Tunajifunza kuwa lolote tunalofanya kwa umoja na ushirika katika majitoleo na sadaka ya kweli tunaweza kufanikiwa. Katika shughuli zetu za kila siku, tujiulize mchango wangu katika maendeleo ya kazi yangu ni upi? Mchango wangu katika maendeleo ya familia yangu, katika jamii, katika taifa langu, katika kanisa ni upi? Huenda nimekuwa nafanya kidogo na kutegemea makubwa, au nafanya kwa kutafuta faida zangu binafsi na kusahau kuwa twapaswa kufanya kwa ajili ya faida na maslahi ya watu wote. Kazi ya uumbaji na ukombozi wetu itukumbushe wajibu wetu wa kushiriki pamoja na Mungu katika kuleta maendeleo yetu, kwa juhudi, kwa maarifa, kwa sadaka, kwa ushirikiano, kwa umoja na kwa imani kubwa kwa Mungu ambaye tunafanya daima pamoja naye. Fundisho la nne ni kwa njia ya imani tunashiriki uzima wa utatu mtakatifu. Mtume Paulo katika somo la pili anatufundisha kuwa Mungu Baba yetu ndiye aliyetufanya sisi kuwa wenye haki, yaani watakatifu, kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo anarudisha tena amani kati yetu sisi na Mungu na upatanisho wa kweli. Hakuna tena uadui kati yetu sisi na Mungu, ila tunakuwa wana wapendwa wa Baba. Ndugu mpendwa, sherehe ya Utatu Mtakatifu itukumbushe wajibu wetu wa kuyatamani maisha matakatifu kwa kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, ili tuweze kushiriki uzima wa Utatu Mtakatifu. Hatuna budi kujitenga na dhambi. Kwa njia ya ubatizo tumefanywa viumbe wapya, tumevua utu wa kale na kuvaa utu mpya. Hivyo hatupaswi kurudi tena dhambini, bali daima kuchuchumilia utakatifu. Tunapaswa kuvunja kila aina ya vizingiti kati yetu kuondoa kila aina ya uadui, chuki na vinyongo kati yetu kwa kuwa tumekushafanywa fanywa watakatifu kwa sadaka ya upatanisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tano, utatu mtakatifu katika ukuaji wetu wa kila siku. Mtume Paulo anatueleza namna utatu mtakatifu unavyotusaidia kukua kiroho kupitia nyakati mbalimbali tunazokutana nazo, hasa katika mateso. Hatufurahi tu katika tumaini, bali hata katika nyakati za mateso na dhiki kwa kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini hili kamwe halitahayarishi. Tumaini hili halitudanganyi, kwa kuwa pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Ndugu mpendwa sana, Mungu Baba ndiye chanzo cha tumaini hili la utukufu, hata katika nyakati za shida Mungu mwana anatupa amani, Mungu Roho Mtakatifu anamimina pendo lake ndani ya mioyo yetu tunapopita katika changamoto mbalimbali mbali, katika safari yetu, sisi kama maujaji wa matumaini tue na ujasiri kwamba tumaini halitatuada, kwa tunaye Mungu anayetufariji Mungu anayetuinua, nasi tunapata ujasiri wa kusonga mbele tumaini halitakuwa halitakuwadaa. Ndugu mpendwa, sita Utatu Mtakatifu unatusaidia kuyafahamu kikamilifu mafundisho ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristu, akiwa katika karamu ya mwisho, aliwaambia mitume wake kuwa bado anayo mengi ya kuwafundisha, lakini wasingeweza kuyastahimili kwa wakati ule. Somo hili la Injili takatifu linatupa picha ya kuwa sisi kwa akili na uwezo wetu hatuwezi hatuwezi kumwelewa Mungu wala hatuwezi kuyaelewa na kuyashika kikamilifu mafundisho yake. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu tutaweza kuyaelewa na kuyaishi yale yote ambayo Kristo ametufundisha. Tunapoendelea na kipindi cha kawaida katika mwaka wa Kanisa, tumwombe Roho Mtakatifu tulimpokea, aendelee kufanya kazi ndani mwetu, atufundishe, atuongoze na kutukumbusha yale yatupasayo kutenda, ili tuupate uzima wa milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ninawatakia nyote sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Leo nawaletea tafakari hii, ni mimi Padre Bonaventura Maro, misionari wa Shirika la Damu Mtakatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.